Mwanaume habari, ah. Habari gani sasa hivi ha. Unapenda kunichukia kila siku tu ni hapa hivi asubuhi <laughs> unataka aje nani? Chirani yako Jirani? Wewe siku gani utaitulia tu kwako from asubuhi tujioni kila siku, ushakuja kwetu mapema, nini nakusumbua wewe? Chirani yako unamuulizia ni ha. Kuna shughuli gani tufanye mwanaume? Shughuli gani kama si kuenda kulewa tu kila ha. siku From, kila siku ni asubuhi na mchukua mnarudi usiku. Mbona ni chelewesha Chirani? Hatoki kwa hii nyumba ah. <coughs> Wewe rudi kwa nyumba huko rudi kwa nyumba. Wewe na wewe kisirani ya nini asubuhi bwana? Rafiki, ah Chirani, habari? Ni aje mtu wangu? Niko. Umefika? Nimefika. Acha sije niangalie hapa ni nini kwanza alafu ndo tuone vile tunaenda. Fanya fanya tuondoke. Angalia tu hebu mshamaliza kupanguza hiyo nyumba wewe.

Na wewe mambo yetu inakuhusu nini? Unajua nitakurukisha mimi kwa urudi kwenu wewe. Kila siku tu asubuhi umetoka. Kwani shida yako ni gani wewe? Na mama alikuwa ananiambia bwana kukuoa kutoka familia yenu ni hasara. Sasa ona hii maneno unaanza kuleta hapa. Tangu wiki ianze wewe nijibu. Tangu wiki ianze umekaa kwa hii nyumba siku ngapi? Nisipotafuta tutakula nini? Usipotafuta unatafuta nguo unakujaga ya nini? Kisirani, acha kuleta kisirani. Twende. Niachilie mimi niende kwa amani, niende nitafuta, acha kisirani wewe. Siku nyingine kukuja kwanza kusomea rafiki yangu uache. Wewe ni rafiki mgani? Rafiki wa kukuharibu ndio unaita rafiki. Kabla nikuoe tulikuwa tunakaa naye vizuri kabisa. Rafiki, ni nini amekuongezea kwa hii maisha sasa? Hii nyumba nadhani tulijenga na nani? Achana na huyu mwanamke. Alafu nenda. Unaenda? Wewe. Nimekukataza alafu nenda. Tutakosana bure. Tirani tuende. Wafanya mistake. Si tuende? Sa, sa, ni saa moja tuone upite hapa kabla ya saa moja tuone. Kwangu unanipimia kwangu, kwa Ati saa moja? Acha nikuja ujaniekea ugali. Tuna saa moja sharp. Tenda usiniekea ugali. Tirani, achana na wina na mke, upike. Hakuna kuwekea mtu. We enda.